Utawala wa Rais Donald Trump umesafirisha mamia ya wahamiaji hadi El Salvador licha ya amri ya jaji kuzuia kwa muda kufukuzwa chini ya sheria ya maadui ya mwaka 1798, tamko la wakati wa vita ambalo Rais Donald Trump alianzisha Jumamosi. Kulingana na the Associated Press AP, safari za ndege tayari zilikuwa ngani wakati jaji huyo alipotoa uamuzi Jumamosi. Hakimu aliamuri kwa kutamka mahakamani kuwa ndege zigeuze, lakini inaonekana kabisa kwamba amri hiyo ilipuuzwa. Zaidi ya Wanavenezuela mia mbili hamsini wamefukuzwa nchini Marekani na kupelekwa El Salvador, ambako walihamishwa katika gereza lenye ulinzi mkali. Rais wa Salvador Nayib Bukele na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio wamethibitisha hili. Jumapili iliyopita utawala wa Trump u ua wanachama wa genge la uhalifu la Tren de Aragua kwa kutumia sheria ya maadui ya mwaka 1798 kuwafukuza ambayo imetumika mara tatu tu katika historia ya Marekani. Tren de Aragua alitoka katika gereza lisilo na sheria katika jimbo la kati la Aragua na linahusishwa na utekaji nyara, unyang'anyi, uhalifu uliopangwa na mauaji ya kandarasi. Kuongezea kwa hatari nchini Venezuela kuna kunahusishwa na uhalifu wa magenge, kulisababisha kuhama kwa mamilioni ya Wanavenezuela wengi ambao walikuwa wakitafuta hali bora ya maisha baada ya uchumi wa taifa lao kutenguliwa mwongo mmoja uliopita. Trump alikamata genge hilo wakati wa kampeni ya kuchora picha ya kupotosha ya jamii ambazo alidai zilichukuliwa na wale ambao walikuwa wanavunja sheria. Trump alitupilia mbali sheria ya maadui ya mwaka 1798 Jumamosi iliyopita kuwalenga wanachama wa genge la Tren de Aragua TDA la Venezuela kwa ajili ya kuwafurusha watu wengi, lakini baadaye utawala ulidai kuwa kweli rais alitia saini tangazo hilo Ijumaa usiku, lakini hakulitangaza hadi Jumamosi alasiri.